Huyu ni Eric mwana uyungu, Eric mwana yungu, mwana uyungu, mzalendo, mtoto wa Fizi, mbembe wa nguvu. Bayomba yangu bazimba na bakubwa yangu barega, ninawasalimia e, pia a wat, watoto wa Grand Kivu wote, Eric mwana uyungu <laughs>

mutusi anaweza kuya tu anakamata mama yako tu anamuchinja. C'est tout bon, c'est tout normal. Atakwambia tu wewe, kamata vula manguo lala la, la, la, na mama yako ni normal. Na mko mnacheka, mko mnafurahi na mnapiga mikono, mnasikia kulibere inchi, kulibere hii inchi yetu ya Kongo. Benye banaweza kulibere inchi ya Kongo ni wazalendo, ni siye ba wazalendo Bawazalendo beko aina tatu. Kuko bawazalendo benye beko pale kwa kukamata bunduki, kuko bawazalendo benye beko pale kwa kupana mahabari ba information, kuko bawazalendo benye be, benye be, beko pale kwa kuingia mu mabiro ba ningi mavoa diplomatique. Sio kusema tu jumu analamuka anakamata tu bunduki yeye naye anakamata zani, uh, selfie telefoni, anaweza kupiblia mimi na kuwa mgeneral hivi na kuwa mzalendo. Hapana. Wote mwenye konakontribuiwa na kale kaloko ni mzalendo mema taide na, mema hata ule mwenye konapiga magoti kuomba juu ya inchi ni mzalendo. Na kama sisi wazalendo hatuna atu kimoja atusimami kupigania hii inchi, akuna mwengine mwenye atakua kutupigania hii inchi. Mimi niliwambiaka depu zamani mwana erike huyo ngoke

Uvy tunaza tiyo nse arme nationale Congolaise, lakini si sisi tena tunaitika tena kutumika na batusi. Etuko nyuma ya serikali, etuko nyuma ya raisi, tuko nyuma ya raisi. Eske Congo iko na raisi? Bandugu yangu, Congo iko na raisi? Mimi nilibambia depuis zamani, erike mwana wiyongo, tukamate mamezire zetu Tuli kuyaka na presio ya munene ya kwenda kurikipere Bukavu, Goma, Bunagana kama hivi. Sisi wazalendo sisi peke tushaka rikipere hezo jua njina tuwezi kurikipere sisi maitandi na tunempoze ma ordre zetu tunikalia kalia tu Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa iko jere na ba occident, Rwanda iko jere na ba occident. Unasikia kasa iyo amani mwe mwe mutaitafutaje? E, eh, sisi tunapigana na Rwanda. Me baba, baba yetu ni huyu ni umoja. Ni ni ni ni, ni, o, ni, ni Occidento. Doa itazini bali Occidento. Hiyo e, amani mote hiyo hiyo amani mote tatutaji. Me population ni ina libera mjini yake. Eh, tulipeleka makai de charge kwa rais, makai de charge hivi na hivi ile makai Mimi nilibambia kake hakuna kai de charge yenye rais atarespecte wazalendo aina eko.

ancien agent ya securite za pays otokweye bali bali, cree rad arme reserve, we utakuwa arme reserviste, nakati akutumikaka iakutumikaka m arme national hasa nationale, mra utakuwa muradje uta, niliwaambia kake akuna, akuna, akuna cahier de charge yenye mutapelekaka kwa rais ataikubali ahina eko makai de charge kishaka kuwa za mingi kule na vingine makai charge vinafikaka na vingine havifikaki vinishaka munjia. Kwa hiyo mutikalia tu kupokea ma delegation wanakuja wanapakala mafuta kwa baraka, tupakala mafuta kwa milomo, tuko nyuma yenu rais hivi na mabapenda hivi na hivi na hivi, haya tunapika mikono, yani biko na tuna sie babumbafu, sie babumbafu

Tena ukaenda kupokea ni maparti politiki ya maida pesa, ya ma ya ma AFC, na nini nini? Tuko ba bumbafu. Tuko ba bumbafu. Mwangalie ba Madagascar kuli, Madagascar. Mali kokosekana tu na kura, population na jirevote, armee inasaidia population, rais anakimbia. Armee na recuperer pouvoir. Ila armee nini? Armee si ni population. Lakini sisi hatuna na armee yenyewe, sisi tunaweza kutibia confiance ke hii armee inaweza recuperer pouvoir.

Mina nakuwa juu ni baba wana tu kuma rezo social baanza kuba kontakte kuma telefoni bonabo baanza kula kiloko kiloko. Njoo vita ni sasa chini yetu ni kali kule. Hatuna tena muvita ya malengo, tunakuwa muvita vile ya politiki. Ba imi ni kule kiloko, mina nifanye selfie, mina nifanye video, hivi batume kwenye YouTube, batume hivi ba general etel anatokeje, ba general etel ana, kila mutu analamuka ni general, kila mutu analamuka ni general. Sisi tunajua lider wa bazalenu ni mmoja tu. Lider ni mzee wa maamuri ya kutumba na ule njo mwenye sisi tunapaswa ku respecte, ku suivre ma ordre. Na kama kuko merer mu na kala mu reunion wi clo mu na conseiller mu na kamata objectif, tafurahisha raia. Hivi raia yote ya Kongo, inachotumenyea kwa wazalendo, Messi Yovira fizi mwenga, tuko bia juu ni tuko na armee yetu si wenyewe, ni armee ya wazalendo

na ile mili kati za parti politique kila parti politique iko na ideolojia yapo. Kuko parti politique yenye iko mwenyewe sakri e parti politique yenye iko mu mu ensemble, parti politique ma ideologie ziko tofauti, na kama ma ideologie iko tofauti kanteste sie tutalibere imugini, kanteste sie tutalibere imugini hata sisi ba wazalendo utakuta sisi ba wazalendo ma ideoloji ziko si tofauti. Kuko benye beko na ideoloji la kusove mugini na kuko benye beko na ideoloji ya kupata yabu makuta, na utakuta siye kusiye kuko ma konfli. Siye ba wazalendo tu antre siye na siye, ba lidere beto beko ma konfli, unakuta fulani ya fulani ya nirudishe bunduki yanko nilimuisha ka bunduki ya fulani hivi na hivi mweya ba huku hivi na hivi mweya ba huku hivi na hivi ile yote ni politiki oksidantali yenye kunapenda kusepare kudivize morali ya siye ba wazalendo lakini siye batoto ya Fizi tunakuwa ni ideoloji mwaya nye, tunakuwa tunarespe lideri watu mwaya, William amuri ya kutumba tu na bale ba nye bata enda andehor na hili ideoloji tu pa bata kuwa pini na basentra. Kwa yo mi napenda ni maambie ke tuachadi na madeba ya kubebana bebana siye kwa siye, tuangalia kwenye toko tunaenda na tuangalia kwenye sisi tunatoka na tutoshe konfiansi mu serikali

Serikali serikali na pia kitu pa na pima ana angalie venye population ta reagir, ikiona tu population ni kala kinya bia, basi ah ni vibumbafu, basi mufanye venye mnapenda. Na huko atikolea batikala kutolongofia, eh, kon gambo yetu hivi kwa mingambi hivi na hivi kwa ye. Tu sababu mosi tu make mingi ni machine, mingi ni makai de charge. Hakuna kai de charge yenye gouvernement hii ya Kongo ita respecte, hakuna. Kai de charge yenye serikali na yenye fisi kedi ata respecte, hakuna.

na abata kamata kata moya muzalendo eti bampatie poste te ya ko jenerale ko nini, hiyo ndio tusahabu. Mimi nabambiaka ukweli, hiyo tusahabu, hiyo tusahabu, mwakidia tusahabu. Hakuna moya mtu mwenye serikali atakamata kata eti apatie poste, e, mimi niko napigana vijoba nione bali kamata wanipatie poste ya jenerale au kapiteni. Mutu sahabu, tusahabu, tuachane na hiyo ma idee, tuachane na hiyo ma idee, tuvise vingine bitu juu tusovie mugini. Mugini ndio nyenye kamati wanaotaji Population ya Congo inaonekana ni population ya babumbafu ba, yani batu banya ba raisonne, batu banya ba refleshir, tandiki mapazi ngine mapopulation ziko zinasimama si, macho.

Organisation mwa yenye shaka wai ku ku organize marche mukisha. Sasa juu ya kustenir ile mouvement ya wazalendo yenye iko ku est hakuna. après on kasema ke tuko na ba opo, tuko na, na, na, na ba politiciens, tuko na ba opo ba marte Fayulu, ba nani ba le, ce ne sont pas des politiciens, ba le ni ba commerçants ko na tafuta makuta, ni ma crise, ni manjala. yani kisha sasa ikonona, ikonona est ni si ya kule nyingine pays bo kula bajale, ku ni lo wengine falipo pa Feregola pale esi tuko hivi na hivi bo boni poto ni poto mikili tandike benye peko na susia bulongo ni sie bawazalendo. Kwa hiyo ifo tufanye kitu kimwe kya munene kenye kita fere surprendre monde de poi de mesir, c'est tout erike mwana wiyongo. Merci, ah.